Ewe Mungu wa mashariki nakuomba, sikia kilio changu, na yoyote atakayedurika hapa, ni kanisa Romani Katoliki Mtimhoo ndilo nahusika na, na kusababisha ghasia hii. Kalia shamba langu kwa mabavu, kanisa Katoliki litahusika. Kalia shamba langu kwa mabavu, nihaka hiyo Ewe Mungu wa magharibi, Mungu wa kusini, Mungu wa kaskazini, naomba upokee kilio changu

kwa mila ndio ifanya pale, na mtu asiguse, akang'oa migomba akafanya nini, kwa lolote lile takalotokea, basi mimi sitahusika. Kama tagaidi kama tagaidi, amani umoja na upendo. Na bado mimi bado, bado mimi pamoja na wao kuninyanyasa, bado miko kwenye imani lao. Shamba hili ni mali ya baba yangu Morris, akaniachcia shamba hili baada ya kufariki, yakahucwa na mama yangu mpaka mama yangu alifariki mwaka sabini na nne na kabla ya hapo mama kufariki mwaka wa sabini mwaka sabini aei pankwam aje majina mawili taka nimuuzie shamba hili wamekataa kutumia njia nyingine sabini na kata, Sabina, tano hiyo ndio waka, wakaja sasa, serikali ya eni teasi nesha kwa ajili ya ujenzi wa shule ya umma, nikakubaliana na wao kukawapa. Wakaja tena wakakata wenyewe bila kutuma, wakakata wenyewe, wakasema hii inatosheleza obaki mzee ndugu yetu, basi mali yako. Wakanaambia hata ukifanyaje, tutachukua hili shamba kabla ya themanini. Wakamtumia barua ya stop order, kusimamisha shughuli zote za kilimo, uoteshaji mgomba, hata ujenzi. Hatimaye wakaniambia tunakuchukua hapa, tunakupeleka sehemu nyingine kasema kwamba eti kutoka sehemu nyingine wanataka kunifukuza, na baruataka kunifukuza, iwanifukuze mimi nimefanya nini? Wakaniambia tunachukua ile eneo bwana, kwa ajili ya upanuzi wa hii shule ya umma ya shule ya Mtimhoo sasa Yes, habari za wakati huu jamani, wa Ni Rombo hapa sehemu moja inaitwa Mashati na hata dekwe, mparele mparele Mashati Msaranga. Na kama Msaranga. Na hapa kama unavyoona, kwa majina naitwa Morris Peter Shurima mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Rombo. Sasa kutokana na kwamba tumeomba haki yetu kufuata utaratibu wa kiutawala hawataki kutupa haki yetu. Sisi tumeamua kuingia shambani tumeamua kuingia shambani kwetu kwa amani na upendo, hatuna ugomvi na mtu, hatuna kelele na mtu, tunaotesha mazao, tunaotesha nyumba pale, tunajenga nyumba pale ya makazi, tutajenga nyumba za kibiashara pale. Sasa kama yeye kanisa Katoliki kwamba tumelivamia, waende mahakamani watushtaki sisi tupo tayari kwenda mahakamani, kuitwa mahakamani na kwenda na dokumenti zetu tukajibu hizi hoja. Kwa nini tuingie shambani? Kwanza sisi hilo eneo tulipewa na kijiji. Mikataba yetu ni sisi na kijiji, ndo walitupa. mm -hmm. na kijiji wao watujui, wao wa walichukua kwake kwa utaratibu gani? Kwa hiyo mkataba tulionao ni sisi na kijiji cha huko Mtimhoo. Kwa hiyo sasa maanake ni kwamba ili ili iliko ma, ma, ni kati ya kijiji na yule mzee ndo watapaswa wazungumze, maana wao ndo walipeana, alafu kijiji itatupa sisi kwa hiyo hatukuwahi kuingia mkataba wowote na wale wa ile familia, wala hatuwajui kwenye mahusiano sisi na yeye. Ila sasa hii ndio alikuja kuklaimu kwamba ile eneo kijiji, na walivyochukua kwake wakatupa sisi, tukaanza kupaendeleza. Kwa miaka yote hapakuwa na maneno kabisa, mpaka nafikiri kama miaka sita hivi ndo aliwahi kurehizi kidogo, na akakaa kimya. Baadaye akaja akanyanyuka tena akaongea na akakaa kimya. Sasa hii juzi ndio akaja sasa na fujo kabisa, lakini alikuwa na amani na shughuli zinaendelea kama kawaida. Kama ulivyoona pameendelezwa kwa miaka mingi, sio mahali pasiku pajana, pana makazi ya muda mrefu, na mpaka sasa pameshatajwa ni parokia na alikuwepo na alikuwa anaona shughuli zote zilikuwa zinaendelea kakaa kimya. Sasa mpaka imefika climax kabisa, mpaka imesha toka kwenye kituo cha sala imeenda kigango imemaliza kigango, imeteuliwa kuwa parokia kwa miaka mingi imeteuliwa, na mimi nishaishi hapo pia kwa mwaka mmoja baadaye. Sasa imekuwa parokia na ina miaka sasa, nafikiri karibu kumi, tangu imetajwa parokia inafika saba mpaka kumi, ndio sasa anakuja kusema kwamba ni kwake sisi kwa tukasema kama ni kwake tu aende mahakamani, labda pengine kama OCD alivyomwelekeza ndiko mm. ambako labda haki yake ataipata, ijulikane kwamba ni kwa, ipata, kwa ni kwa nani tu, na yeye mm. pia alichukuliwa akaenda akachukuliwa maelezo. Tumeambia tupeleke vielelezo, kile kikao cha kijiji kilichokaa kika, kikatukabidhi na zile saini na kiasi alichofidiwa na kijiji, maana kijiji kilimpa shamba lingine linaloitwa Kirachi walimfidia mm. pia fedha nafikiri gharama yake kama elfu tano mwaka elfu moja mia tisa themanini ilikuwa ni kama shilingi elfu tano hivi, na alipokea fedha mm. na eneo kule alilipokea na analitumia. Na naitwa Rehema Mdee, kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Kilimanjaro. Nafikiri ni mwezi wa kama sio mwezi wa pili ni mwezi wa tatu tulifika eneo hilo, wakati tunatoa hatimiliki tulikuwa tunatoa hatimiliki za kimila kufuatia mpango wa matumizi bora uliofanywa na tume ya matumizi bora ya ardhi, nilienda hapo kamati kamati ya, ya, ya bunge ya ya huduma za jamii ardhi na mali asili, na huyo mzee anaitwa Peter Morris ali raise hiyo hoja yake pale, wakati mwenyekiti wa tulikuwa na kamati hiyo, lakini pia tulikuwa na mheshimiwa naibu waziri wa ardhi. Kwa hiyo huyo bwana alikuwa na bango analinyanyua Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi akasema tuonane na huyu mtu kabla tukimaliza hiki hii shughuli tunayefanya hapa. Yeah. Lakini wakati huo huo e, wajumbe wa ile kamati walichukua initiative za kumsikiliza yule bwana, na kwenye hotuba ya ya mwenyekiti wa kamati ya ardhi na maliasili alivyokuwa anazungumza, alipenda kumsikiliza yule bwana Peter Morris kwamba kulikoni, ana shida gani, lakini kijiji kilicho wananchi wote waliokuwepo kwenye hilo tukio walimkana huyo bwana. Wenyewe nilishaona maeneo ambayo amelipwa fidia kwenye makaratasi yake ambayo wakati fulani aliwasilisha, alishalipwa fidia tangu miaka ya sabini. Kwa hiyo yeye, mimi ushauri wangu kwenye hilo, kama anaona bado ana jambo la kufanya kwamba bado iko haki yake hapo, vyombo vya utawala vilishafanya, kamati za ulinzi za wilaya zilishafanya huko nyuma, ni dasari ipo. Kwa hiyo ni mtu tu ambaye hataki ku- kuelewa. Sasa kuna mahali ambapo e, haki ya mtu pengine inaweza ikasikilizwa vizuri zaidi, tuseme, labda juhudi za kiutawala pengine zimeshindikana, kwa hiyo aende kwenye vyombo ambavyo vinatoa haki ili aweze kusikilizwa na kama haki yake ipo, basi aweze kupata hiyo haki yake. Mimi huo ndio ushauri wangu.